Ni jinsi gani ninaweza nikafanya mziki mzuri na ukasikika vizuri masikioni mwa watu wakati sina vifaa vingi vya mziki kama vile piano keyboard? Na wakati mwingine unaweza ukajiuliza, kwa nini siwezi nikafanikiwa kufanya mziki mzuri, au kila navyojaribu kufanya lakini matokeo anakuwa mabaya, una kompyuta peke yake uweze kupiga biti vizuri lakini siku ya leo ninakwenda kuelekeza kwa habari ya unaweza jinsi gani unaweza ukapiga biti yako na watu wakaisikia vizuri, kupitia keyboard yako ya kompyuta, iwe desktop au laptop, ya, au ukaamua kuchora mwenyewe kwa kutumia hii mouse ambayo tuna tunaitumia hapa. Kuna biti moja nimeipiga. Asilimia kubwa ya hii biti nimeipiga kwa kuichora, nilikaa nikafikiria, nikachora eh, na hiyo ukiangalia, nika, nika, nika nika, nika, nika eh. Eh, hapa kuna vitu ambavyo vime pandana lakini huku chini huko kuna hii mistari. Ukiwa unafanya mziki kwa kutumia keyboard au mouse unachora, lazima uzingatie hii mistari kucheza nayo. Hii inaitwa ni velocity. Lakini ukifungua hapa kuna vitu vingi. Kuna channel panning, kuna channel volume, kuna channel pitch, ambayo ambapo, kama hauna keyboard, unaweza ukacheza hii channel pitch, ikakutolea pitch bend nzuri eh? <coughs> kwahiyo siogope kufunguafungua huko ndani. kwahiyo sisi tunataka tudili na jinsi gani ukacheza na hii controller velocity kwa kufanya nota zako visuu zinalia kiroboti roboti. Eh, hii hapa ni gitaa ambayo ni ridi gitaa ya, ya umeme hii ya hii ni biti ambayo nimeshaitengeneza. unavo unavyopiga unavyochora kitu chochote Uh, katika FL Studio, let's say tu iclone hii hapa, piano tu iclone, alafu tu okay, ngoja nipige hapa kodi chache tu kodi chache, unavyopiga kodi chache au oh. Kutokana okay, na biti hii, kodi ambayo nimeipiga, biti ambayo nimeipiga hapa kodi zake kidogo zinaenda haraka haraka. Wa mfano hapa natolea mfano hizi ni kodi ambazo zime zimearenjiwa hapa, unaweza ukagusa control au ukagusa control na uko ukileft crik na ukakopi namna hii, alafu ukagusa shifti ukaamisha uka namna hivi, hey. Tuizime ile gita alafu tusikilize kodi naimbali ili isiumize masikio. Let's say ashikilia control, shusha chini. hiyo ni kodi. Sasa unaona hapa hapa chini mistari inalingana. Sasa binadamu anapopiga mziki uh, atumii nguvu sawa katika vidole. Kuna vidole vingine anagusa na kwa nguvu na vingine anagusa taratibu. Kwa hiyo tunachokifanya, tunashika nota moja moja namna hii. Tuna. Kuna utofauti kidogo unaosikia hapa. Kwa mfano, hii tunaweza tukaishusha chini kabisa hapa, alafu hii kuna ikasimama chini ya vitu kama hivyo, najiongeza mpaka pale unavitamani wewe. Kuna wakati piga piano So, naona mingina... no, na kuna kitu mnakipata hapo, kama atakua naskia kitu nachokifanya hapa kinaleta matokeo hapo, unacheza na velocity ona no, kuna yani unapunguza ukali wa hizi key ambazo umezipiga Jitaidi yeah. Sana ukiwa unapiga biti kwa kutumia keyboard kucheza na hizi velocity, ili kwamba ioneka ionekane kwamba hakuna uroboti ndani yake, kwamba binadamu alikuwa anapiga hiyo piano. So kompyuta ilikuwa inapiga hiyo piano. Yaani, watu wakisikiliza waseme binadamu alikuwa anaipiga hii piano, sio kompyuta inapiga hiyo piano. Wewe ndio unaifanya, ukitoa kitu kibovu ni wewe nah, unacheza na hizi zote hizi. Baadaye ukishamaliza hapo unaweza ukafanya ukavuta hivi ukashikilia shifti ukahamisha hivi ya vitu kama hivyo. Hii nakuonyesha tu vile unaweza ukatengeneza ubinadamu ndani ya kile kitu ambacho na nakifanya siku zote, una ukishakopi namna hii unashikilia shifti na unaamisha una. hivo una. Ngoja tukasikilize na saundi vipi na ile gita ambayo napiga. umenielewa nini nilikuwa na maanisha. Kwa hiyo hii sitoitumia bila, kwa sababu nilipiga vitu vingine. Naomba uisikilize hii biti al alafu, naweza ukatoa comment hapo chini nini unahitaji kujifunza Naminitaku. Naminitaku. Naminit, kuchora, na mimi nitaku kuna biti hapa nimeiandaa fupi tu ambayo nimeipiga kwa njia ya kuchora chora na nilikuwa mbali kidogo na nyumbani, sikuwa na mazingira ya kinanda. Kwa hiyo naomba nikuonyeshe kuanzia kitu cha kwanza aidia kwa ilikuja hii hapo, nikatengeneza hiki kitu ndani kwenye hii, hizi nazo zinahitaji velocity zipunguzwa. Unaona hapo ndani kuna zingine zimepanda zingine zimeshuka. Kwa hiyo kila kitu hapo inabidi uzipandishe na kuzishusha. Kitu cha pili nilichokipinga ni drums hizo hizo. Mbona nimetumia EZD drums na namba tatu hii, lakini kuna modification ndani ni nilizifanya. Hii package inaitwa into the dark, yani unapiga drums ndani uh, ya uh, giza. Ukilaiti click hapa, unaweza ukaingiza ukagusa ili neno hapa, import audio file. Kiki iliyokuwepo kwenye hii drums sikuipenda, nikaichukua kiki ya sample. kwa hiyo nikaingia kwenye folder yangu za kiki, sito kuipeleka lakini nilitaka tu nikuonyeshe hiyo kiki sijaipenda, ila drums zake ziko nyingi, hizi zote hizi ni drums hizi, lakini zingine zina kiki mzuri. Kwa hiyo mimi nilitaka tukutumia hii, lakini nikaonesha nikaingia kwenye nini, kwenye foda yangu ya kiki. Hii drums ni kali mno, kwa hiyo unaweza ukamodify mote umu mote umu ukaweka sample zako zingine na <laughs> okay, nikatumia hiyo i drums nikachukua hii hii percussions, hizi hizi percussions eh, hii lati ni kuba ni percussions, ina vitu vizuri sana. Kwa hiyo nikacheza kitu hiki hapo, ngoja ya nikisolo peke yake, kipo kama kelim shot, ni hiki hapo sijui kwa kufikiri ni limshot ni baada ya hapo, nilikuja nikapiga hii hizo di drums namba tatu kwenye upande wa percussions iko, nilipiga kitu kinacho kinacho mwona, hata hapa nimecheza na hizi velocity kuna vitu vingine havikutakiwa viwe juu. Kuna kwa mfano hapa kuna vitu vimeshushwa kabisa chini eh, ukivisikiliza vina mwana ni bonge la Baada ya hapo nilikuja nikapiga hiyo hiyo tena percussion zingine, nilitoa tu kile kidude kimoja tu, nilikloni hii, lakini nikatoa hii, kile kidude kimoja kimoja tu. Kama ulisikia vizuri, ile ya mwanzo na hii imo tofauti kidogo. Kitu kingine nilichopiga ni hapa hapa tena, ase ni vitu vingi, kwa hicho kitu nilipiga hiyo hiyo tena. Yeah.